Kiongozi mpambanaji, always uko barabarani kwa sababu ya matatizo ya Watanzania. Sasa kiongozi nah, ndiyo. kuna maswali mawili matatu tuko nataka tukuulize hapa kwa sababu uko, uko live na watanzania wote wanakusikia hapa. Ehe, ehe, kwa sababu tumeshaongea na mwenyekiti wetu kubwa Kondo ambaye ndo anaandaa mkutano kule Port Elizabeth naye ameongea ameongea machache kuhusu Port Elizabeth. Sasa wewe tunajua unawakilisha upande wa Johannesburg na Pretoria, kwa sababu Johannesburg na Pretoria kote unacheza huko, na unaga siku nyingine huko Johannesburg, siku nyingine uko Pretoria yote, kwa sababu ya matatizo ya Tanzania. Eh, sasa sijui uko uko, uko Pretoria na Johannesburg mmejiandaa vipi nyewe kama viongozi na baadhi ya Watanzania na ndugu zetu watak, wat, wat, watakop kuhusu mkutano wetu ambao unaenda kufanyika Port Elizabeth tarehe 17 na tarehe 18? Yeah actually eh kwa sisi nafikiri ni ni, ni ni viongozi. Yeah. Yeah, huu ni mkutano wa viongozi. Sawa sawa. Ah na, na na kama ni mkutano wa viongozi. Ya, kwa hiyo kwa upande wa Pretoria na Johannesburg tumejiandaa kikamilifu na inshallah lazima tuwepo kwa wingi eh, Port Elizabeth ambayo ni host wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa takope eh, eh, kakangu Abdul Kondo. Mm. Ya, kwa hiyo sisi wa Pretoria tumejiandaa vizuri na na jobeg yani Gauteng ukiongelea E, Pretoria na Johannesburg ni inaitwa inakuwa ni Gauteng. Sawa sawa. Inamaana ni Pretoria na Johannesburg. Kwa hiyo kwa, kwa ujumla sisi tuko tayari kuhudhuria mkutano huo, utaleta uh, sura mpya katika maisha ya Tanzania specially katika masuala ya uongozi na jumuiya zetu. Ya, yeah, kwa sababu sisi viongozi tuna jukumu kubwa sana la laku, kuwa pamoja na kuwa kuwapa elimu wa Tanzania ili wawe pamoja na tuwe pamoja kwa ujumla. Kwa hiyo lengo la mkutano ni kuchagua uongozi mkuu wa TACOSA na jambo lingine kubwa zaidi, ndio hilo nililosema la kuunganisha Watanzania pamoja.